Mwenetu, inakuwa ni kana kwamba alitaka amwambie aendelee kuishi pale. Moyo wake ni kama umeshaanza kumpenda tayari, lakini turejee kwa Chinong ambaye, basi ni kama alifanyiwa mazingaombo disaini fulani, alipigwa kisu na wakadhani amesha kufa. Ni mtu mmoja tu ambaye alikuwa na macho ya kuona, kujua kwamba huyu binti bado hajafa. Ni kama vile kamchezo tu, ushenzi, ushenzi tu wa ubinadamu tu, wamemfanyia namna fulani, hana nguvu kabisa. Lakini kama baada ya kuletewa msosi pale, akawa atalazimika pengine kuwa anakunywa damu za watu au tofauti tu, angalia tu ingome jinsi ilivyo, ni kama mamifupa fulani hivi. Yani ndio mlango wa kuingilia, yani unapita hapo katikati. Sasa kuna kipindi amefika nje, akajikuta nguvu zinamwishia kabisa, na kuna hali fulani anajipata anayo, yani anakuwa kama anajisikia kama sio yeye. Unajua, kuna ile una feel kama sio wewe, kuna namna unagusa ngozi unasikia kama ganzi, sio ganzi

Kila siku utakuwa ukisikia ngozi yako ikibadilika. Utasikia kama inakakamaa. Utakuwa unasikia baridi. Kama bado mpaka sasa utaki kunywa hii, utaweka maisha yako hatarini. Na mimi nitakuwa sina tena nguvu ya kukusaidia <coughs> au kufanya chochote. <coughs> Ndio mambo ya sadaka hiyo. Umeamshwa sasa usingizi. Unatakiwa uishi kwa staili tofauti. Anasema kwa nini niko hivi? <coughs> Kwa nini unanifanyia hivi? <coughs> <coughs> Akamwambia ua <utanisaji. tos> <coughs> mimi sio Mungu siwezi kufufua watu na sijawahi kufanya hivyo zamani. Lakini hiki ambacho niligundua mimi, ulichofanyiwa wewe, ambacho sio cha kawaida, nimefanya namna ambavyo basi ilitakiwa ifanyike, na umerudi tena katika hali yako ya uhai. Ila sasa ndo anaambiwa natakiwa awe anakunywa damu za wanyama kila siku Hana haja ya kutafuta wanyama isipokuwa atapewa, yani, kama vile ameletewa pale, unaona vikombe vinne. tukiwa atandike hatari. Haya, tunaendelea mbele sasa. Tunamwona hapa Brother Ding baada ya kujua kwamba Miss Ma Fangling ndugu zake yani na na Yinhu wanataka kusema e, ni yini ya sio. Yinhu amepata shaka kidogo. Anapewa habari kwamba wameshaondoka. Ah, nyinyi wawili mnaweza mkaondoka. Toke nje. Nimesema nyinyi wawili mnaweza mkatoka sasa. Wakasema, sawa bosi. Basi akaingia hapo ndani. Akitazama, tazama huku na kule. Hapa ndipo chumba ambacho alikuwa amepewa, basi Ma Fangling mtoto wa Ma Kongqun, na sasa wameondoka, unajua tayari wameshapatiwa mahali pa kuenda kujihifadhi. Kila anapotazama hapa anapata hisia fulani niidam, lakini basi akaanza kumsemesha mkewe ambaye ashatangulia, asema mke wangu, unajua wewe na yule mwanamke mmefanana sana, inakuwa kama namuona ni wewe, kila ninapomuona najihisi kama niko na wewe. Hatimaye tunaona kuna mtu anachungulia dirishani, kisha yule mtu anasema nani huyo? Aliondoka haraka haraka kwenda kuona ni nani, pamoja na kwamba alitoka nje hakuona mtu kaamua kwenda mpaka kwenye kagazebo ambako kamejengwa nje ya nyumba yao, labda ataona pana mtu pale, lakini pamoja na kufika pale hakuona mtu Tindaka. Brother Ding kumbe alikuwa ni mafale leo. alivaa vazi vazi la tofauti, vazi ambalo aliambiwa asivae kwa sababu mama wa nyumba hiyo alikuwa ndo anashonea wagu ile vazi. Kauliza kwa nini, sema leo nimeamua kutoka Ee, nimesema ngoja nije nikuage. Mafaleni. Bado ujaondoka tu, ndugu zako na brother Ding wamekuja. Kwanza kwa nini umevaa hivi? Nimependa tu hili vazi jinsi lilivyo. Na niliwaambia wale wasichana wanitengenezee. So, na ninawasiwasi labda pengine. Labda inafanana na mtu wako wa karibu. Nani amekwambia uvae nguo? Nakwambia hii rangi haivaliwi na mtu mwingine ah, hapa. Hii ni rangi ambayo inavaliwa na mama wa hii nyumba ambayo hayupo kwa sasa. Akasema, naomba radhi jamani. Mimi sikulijua hilo. Kama ningelijua hilo, mbona nisingefanya hivyo. Kwa kile ninachokiona, kakangu mimi hawezi kukuoa wewe. Naona kama vile unamtega tena. Unafanya hivi ni kana kwamba unamkumbusha maumivu aliyonayo toka katika familia. Akasema ni sawa, naondoka. Eh, brother Ding akasema wewe, subiri. Hauendi popote. Utabaki. Kaka inakuwa. Mnataka nichanganyikiwe, nyoa watoto. Nimesema Faline, eh, nakupa nafasi nyingine tena. Ni nguo nguo ambayo alikuwa anavaa mke mke wangu wangu, ndio nguo yake pendwa. Baada ya mke wangu kufariki, nilipata katika nilipata katika nilijipata katika hali ya msongo wa mawazo sana. Nikawa nashindwa kuvuka katika hiyo hali. Familia yangu ilikuwa ina wasiwasi nitapoteza kumbukumbu. Nikakataza mtu yoyote yule ndani ya nyumba hii asije akavaa ili vazi na hii rangi kabisa. Baada ya kukuona umeivaa, Nilidhani labda pengine ni mke wangu amerudi tena, amefufuka. Najua kwamba ukufanya hivi makosa. Lakini bado nataka pia nikushukuru. Basi binti akafikiria. Umenifanya nione mtu ambaye sikumwona kwa miaka. Hasa anasema ukweli ni kwamba basi inanifaa nikae nikijitafakari. Sasa nisikilizeni ninyi wote, kwanzia sasa, ijalishi kitu gani ambacho huyu mwanamke atafanya, nataka muishi naye kama mtu wa familia. Kama Fu Hongxue akija hapa na kutaka kuleta shida, tutapambana naye na upanga mpaka mwisho. Kaka, hivi umelifikiria hilo kweli kwamba unataka tupambane tumtetee huyu? Hivi unakumbuka eh, zile mbinu baba alizotufundisha, kwamba tutumie stone sword? Ndio tutatumia zile wote hakumaliza masomo yale aliyotufundisha, kwa hiyo ulikuwa unasemaje kaka? Baada ya kuona scripture, ile ile yale maandiko ya kitabu kile cha Life and Death, inaonekana mbinu zilizomo ndani, si mbinu za kawaida, si mbinu ambazo zinahusiana na martial art ya kawaida, mbinu za kupigana kama ambazo tumetoka kuzijadili hapa kwenye kile kitabu zinaonekana ni mbinu ambazo zina ziko tofauti jinsi zilivyo. Sasa nitatumia silaha zote na nafikiri kwamba kwa namna yoyote wadogo hmm, zangu kila mmoja nimempa wajibu wake. Akawataja wote, unajua kwao wako sasa. Akawapa aka kila mtu jukumu lake na jinsi atakavyosimamia familia. Basi ikiwa tutajifunza hizo mbinu zote kwa pamoja na kuzifanyia mazoezi, ndio hivyo nimesema, usirudie tena sawa? Basi lakini yote hawezi aruhusiwi kufanya chochote bila ridhaa yangu mimi. Msije <supplied instruments> <función> mkaleta machafuko katika familia yetu. Kwa sasa tujue kwamba hii ndio fate, ndio hatima yetu. Tutaendelea mpaka lini kuogopa maadui zetu? Mimi ni afadhali nionekane mkorofi, lakini nataka nipambane na mpuuzi yoyote atakayekuja kutufuatilia. <manyo> Sijui umejiona vipi mpaka ukaongea mambo yote haya. Kama basi ikitokea mtu yoyote yule amekuja na kuleta shida, sisi tuko tayari, tutasimama na wewe na asiingilie na mtu yoyote familia yetu kutuona sisi hatuwezi kufanya chochote. Kusema ukweli, baada ya kusikia uo upanga ambao baba aliuongelea, imekuja kujua kwamba kuna namna ya kuhutumia, na miaka mingi baba alikuwa anajua vitu vingi kuhusiana na upanga huu tunahitaji kufanya mazoezi kila wakati ili tujue jinsi gani ya kufanya mbinu za kupigana kama hii. Mnanielewa lakini? Ah, nafikiri jamani kama hamtojali eh, labda pengine mimi ni sema ninachohitaji katika familia yenu, ninahitaji amani tu. Basi binti n <tip> Akawa ameridhishwa kuishi pale. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Hivi mara ya mwisho wakati binti anachagua zile fashion kwenye kile kitabu cha catalog, si jamani aliambiwa kabisa kwamba hii nguo ruhusi kuishona. Sasa mbona leo kadanganya? Kadanganya mbele ya Brother Ding eti kwamba mimi nikuwa sijui chochote. Mimi nahisi dada kashajua, si alionaga picha ya mke wake na Brother Ding. Ashajua kwamba anafanana naye. Eh. Kwa hiyo kuna namna pia anamtega anamtega jamaa. E, tunamwona ni binti mtulivu na hicho kitu kipo kwenye jamii. Unaweza ukamona ni mtu binti mtulivu sura yake ya upole na mambo mengi kama hayo. Lakini kumbe du ana mambo mengi kabisa. Umeona bwana? Ni kama binti ambaye anajua kutega wanaume. Sasa hivi anataka kujiweka kwenye familia ya Brother Ding. Alitoka kuolewa kwenye familia ya Yuan. Siku hiyo hiyo mwanaume yule akauawa na familia yake yote. Binti ana mikosi kibao. Sasa angalia binti Ding Ding au Lin Lin amekuja kujipata, ameamka mwamba, kamwandalia sasa kanzo. Yani mimi nimeamka, kumbe nilikuwa nimeshaokolewa. Yani nakwambia niliona mambwa mwitu manini mawanyama yananifata Ma, nikapoteza fahamu. Haya basi, usiongee sana, shuka, unatakiwa kunywa dawa. Haya, viatu vyako hivi hapa, chukua viatu vyako binti. Stak, nitavaa mwenyewe.

Unatakiwa uhakikishe utabaki hapa na uone. Hey, shang, zem... Ah, na kuuliza umepataje jeraha usoni? Ah, nafikiri nilipata shida kidogo, niliteleza nikajigonga. Shema? Nini? Yaani kweli umeteleza ukajigonga wewe, sio kama umepigana wewe? Basi basi, usipige kelele. Usijali. Hakuna mtu anaweza kunipiga mimi. Hata hivyo, hata kama akitokea mtu atanipiga, unafikiri ataniweza? Binti sasa anaogopa kunywa. Kweli ninywe, ninywe. Mm. Hey. Hey, chungu eh, chungu eh? Aya, kula, kula pipi mm. Unapewa dawa chungu afu unapewa na pipi. Basi kana. Eh, e, unaona sasa hiyo inakusaidia unasahau kama ni chungu si ndio eh? Aya, niangalie basi. Je, umeweza kukumbuka chochote? Mm. Anasema hapana. Hey. Lakini daktari amesema kwamba hali yako si mbaya vile, yani kwamba utarudi katika hali yako muda si mrefu. Ah, lakini mimi nafikiri ni sawa tu. Kama sikumbuki chochote, mbona bado mimi naendelea kuishi tu vizuri? Jamaa kasha. Mimi mwenyewe sipendi hali inayopitia kwa sasa akasema kwa nini, kwamba sasa umeanza kujisikia vibaya. Anasema unajua, Ikai huyu wa sasa si Ikai yule wa kipindi hicho ulichokuwa unamjua wewe. Kwamba Ikai huyu sio yule? Unamaanisha nini? Shimiza, hebu niambie, unamaanisha nini? Ah, unatakiwa upumzike kidogo. Ngoja niende nikakununulia kitu muhimu kidogo afu na kuja. Binti inaonekana anaenjoy ile moment, kakamata ile dawa vizuri, anaona ni time ya kutandika dawa tu sasa sijui anamchora. Ni hui lai le. <laughs> Ni shi sha. Wewe ni nani? Uh, ni ma. Acha kujifanya unijui. Wow. Unaweza kujifanya umjui Ye Kai lakini, mimi unanijua. Una maana nini? Ni die zi si li mei zhi hou, wo pa ne dong xi zai shang ren. Usitake kujifanya unijui chochote. Okay. Mimi najua siri nyingi za vitu vinavyoendelea. Kwamba ungepoteza kumbukumbu zako zote, sura yangu singeijua. <laughs> huyu ni mwanamke mrembo sana Wow. Anti, kumbe ni wewe jamani. Yeah. Kumbe ni wow. Wewe anti kwa nini ukuniambia? Ndo tunajua kwamba kumbe Lilin ajapoteza kumbukumbu wala nini, anataka tukumnyosha hika. Nimekuja hapa kwa kujificha, najua kwamba una akili sana, unamtengenezea tengenezea mazingira tu hika kumpima na wewe. Siku moja mtazamaji, jifanye chizi uone mume wako bado atakuendelea kukupenda ukiona ameshaleta pisi mpya <laughs>

Basi ni sawa. Unajua nawapenda sana nyie wawili. Ni kama vile mnapenda michezo michezo sana. Lakini mnapoteza muda wenu na haifai. Kwa kadri siku zinavyozidi kwenda na hii sura yangu jinsi ilivyoharibiwa. Kwa nini, auntie, usirudi nyumbani?

anaweza akaja akaleta mauaji akaleta uharibifu katika familia yake. Hili ni swala la uhai na kifo linapomhusisha Fu Hongxue. Hii imekaa vibaya sana sana, hii imekaa vibaya. Akafikiria atafanyaje sasa. Chuino ndo hivyo hataki kunywa damu, kila akiletewa damu anawafukuza. Vikombe unajua vimejaa kabisa. Jamani, nimeshasema mimi ni binadamu, mimi sio jini, kwa nini ninywe damu?

Unajua kwamba nimekutafutia na kuchagulia wafanyakazi wa kukusaidia. Hawawezi kukufanya chochote kibaya, unaweza kuwatuma chochote unachotaka wewe. Sasa inatakiwa uishi nao vizuri. Sasa imaanishi kwamba eti utakosa hamu ya kula kabisa, na wao wakae tu wanakuangalia. Kila mmoja katika eneo letu ambaye unamwona hapa, atakuwa mtumishi chini yako, atakutumikia wewe, lakini natumai pia hautageuka kuwa kama mtoto mdogo ajabu, akajaribu kumuua. Eti mii mwenyewe simwelewi chui, chui <laughs> sijui tu tusemeje, lakini ngoja tuone basi kitakachofuata. Anafanya jaribio jengine tena la kujaribu kummaliza. Haya, ngoja nikupe ujumbe kutoka studio. Huu ni ujumbe muhimu sana. Tafadhali mtazamaji, Subscribe YouTube yetu, hakikisha una comment, una like pamoja na kushare. Lakini kingine, ikiwa unahitaji na wewe kuingiza pesa zako pesa nyingi, achana na mapesa haya, unaofanya kazi unatoka jasho unafanya kibarua siku nzima e, kila siku una muda wa kupumzika, una weekend, mwisho wa mwezi unalipwa laki mbili eh Mtong. wewe nunua chaneli kwangu, utakuja utengeneza pesa nyingi sana kwa mwezi, utakosa milioni zako tatu nne. Sasa wewe umeishi mjini, milioni mbili tatu nne utashindwa kununua kiwanja wewe Haya, zubaa hapo, alafu mwisho wa siku watu wanaendelea kutoka kimaisha, mambo yanaenda. Nunua chaneli hapa kwetu sisi, namba ya simu tumekuwekea kwenye skrini hapo, unasubiri nini? Tumia nafasi hii, usipoteze nafasi yako, usipoteze bahati yako. Ofa ni kibao tu wai ofa hizo naenda kwenye YouTube utafuta Mr Lukindo, ni YouTube. Uh, subscribe, lakini vile vile nimeelezea namba ya simu unayoiona hapo ndio namba ambayo unaweza kuitumia kununua channel kwetu, na tumezingatia kwamba, basi tunawakumbusha kusubscribe mara kwa mara. Kama haitoshi, mtazamaji, unaweza kutangaza biashara yako hapa katika youtube channel yetu. Namba ya simu hiyo hapo itumie, na vile vile tuna channel yetu ya recap, ya recap inaitwa ya Lukindo, naenda kuitafuta kwenye YouTube, subscribe.